Ebana ni temu nyingine tena na sister yetu, dada yetu eh, Carry Mastory. Ee jamani sister unyama? Nyama, yeah. Kama kama moja kwa moja tu, mimi nadhani umeona juzi kwenye mambo ya Valentine Day. Kwanza nataka unaniambie kwenye hizi kapu ambazo zilikuwa zinaoneshwa eh, na matukio hapa na pale. Wewe ni kapu gani ambayo imekuvutia? Yes. Kwa nini ilikuvutia? Walipendeza lakini kuna ki, kitu kimoja tu ambacho kilimisi kwenye ile Valentine Day ile skul anaingia kwenye ile sh -sh shule ya Garabu mm. Diamond alifunguliwa mlango na bodyguard, lakini Zuchu akafungua mlango mwenyewe. Yaani ile pale mimi niliweka doubt nikasema kwa nini bodyguard alimfungulia Diamond asiende kumfungulia na Zuchu. Alafu nani uko nyuma hapa voice naye akafunguliwa na bodyguard. E, hey, nadhani hiyo ni katika tu moment ya kujisawila walipendeza na walikuwa wanaonyesha ushirikiano. Si unajua tena wapenda nao. Ingekuwa aonyeshe ushirikiano, sijua wako kama wewe tangulia mimi nakuja, lakini walikuwa pamoja Bennett mwanzo mpaka mwisho. Wamekaa kimahaba kwenye ukumbi mzima wao peke yao wanaonekana. Matukio yalikuwa ni mengi sana lakini hilo limekugusa sana. Eh, wewe baada ya kuona ile video, labda pengine umejaribu kuangalia comment za watu kwenye mitandao. Mm. Wao wanakaa wana, wana upande gani? Ha, watu kwa sasa hivi wameshaona kabisa Zuchu anattiwa vizuri kuwa positive, yao, ya Diamond na Zuchu. Yeah. So far tukaona mengine tena yamepostiwa ya Kiredio pamoja na, na Vee mm -hmm. E, kwa haraka haraka wengi walikuwa wanasema maneno mengi sana. Mimi nataka nisikie kwa upande wako. E, unaizungumziaje hii? Ni nzuri, wametengeneza kitu kizuri ya yeah, wametengeneza kitu kizuri, wametake attention na wamefanikiwa. Jambo limeisha, tunaendelea na maisha mengine mm. Lakini watu waliamini moja kwa moja kwamba wameachana wale. Usiwaamini content creator. Sio tu content creator, usiamini wa wasanii. Msanii anapokuja kwenye nani, kwenye public na jambo lolote, inabidi utulie chini ulichunguze kwanza, usikize watu wa karibu ndo uende online, lakini watu wengi tulijua kwamba ni anatengeneza attention, kwa hiyo tukawa kwa tunapita na ule upepo. Mara ikaonekana, Wow. Yes. Tena wanahusishwa baadhi ya watu wako huko Mikocheni kwamba labda pengine ndo wanammiliki mtoto, alafu ghafla tunaona tena picha zingine kwenye yachi mm. Alikuwa anasema Fred vunjabe. Yaani kwenye unapokuwa maarufu, tetesi ni nyingi. My mother alisema Fred vunjabe kuna watu wengine wanamhusisha, sijui walikuwa wanamhusisha V na Diamond, kuna watu walikuwa wanamhusisha V na Salamu SK. Kwa hiyo yani, unapokuwa maarufu lazima tu hizo tetezi. Sasa tena unaponekana kama penzi lenu lina shida, lina sheki, lazima watu wahusike, kwa sababu V alihusishwa na Salamu, kwa sababu alionekana kwenye sehemu ya bata ya Salamu SK. Kwa hiyo, um, mmekuja hapa mwenyewe kweli, huyu na marafiki zake, hamna kitu kile kinaendelea. Kwa hiyo ni hivyo jambo la kawaida kwa watu maarufu. Okay, na wewe umemtaja Maimatha hapo. Maimatha pia naye pia anatajwa kama miongoni wa watu wanaotoa habari fani za ndani sana. Lakini wengi wamekuwa wakimlaumu kwamba baadhi ya story ambazo wanatoa zingine zinakuwa kama za uongo hazina ushahidi. Hili pia ndo tunazungumza, je, Carry kwa sababu wote mko kwenye kwenye kwenye Carry moja. Yeah, miki ukweli, siwezi kwenda public kama habari sina uhakika nayo. Yani siwezi kuweka habari ya mtu hasa yani, nyeti ya ndani. Kwa mfano kama alivyozusha mahusiano ya V na Fredi, siwezi kwenda public kama hakuna ushahidi. Mi nipe ushahidi wa picha yani. hata umekuja umewaona eti Kari, nimemwona Fredi vunja bei na V? nipe ushahidi wa picha, siwezi kwenda public kabla sina ushahidi. Kwa hiyo mama hata akisikia tu tetesi, hata sisi tuliisikia jamani, umemwona V na Fredi vunja bei. Nikaambia sawa, nipe ushahidi wa picha ndio nitakapokuelewa. Yeah. Licha ya ushahidi wa picha labda ni vigezo gani ambavyo mnavitumia kupata story. Kwa sababu wengi wanakuwa kama hawapendi baadhi ya vitu vo vinavyoandikwa mitandaoni na taruki zinakuwa ni kubwa sana. Eh, we unatumia mbinu gani ili kuhakikisha story unaoipata inakuwa ni ya kweli na sio ya kumchochea mtu wala kupotosha watu? Ya, kwanza mimi nimeshaacha kuandika habari ambazo ni za uchochezi chochezi za kugombanisha, hizo nimeshatoka mimi. Naandika habari ya mtu ambaye anataka kuandikwa Mtu akinicheki anataka kuandikwa, basi mimi nitakuwa naandika, nafuatilia mitandao yake na namwandika habari zake. Lakini kuja kuambiwa tu, unajua kuna watu ambao wanakuwa wanachuki, labda mimi na rafiki yangu ambaye ni tumekuwa baineti, tunajua mambo mengi, lakini huyo rafiki yangu nikigombana naye anatafuta mtu kama Maimatha anaenda kumpa siri zangu. Kwa hiyo mimi mtu akija na namna hiyo, naambia sasa, mimi nahitaji ushahidi, siwezi kwenda public kwa jambo hilo. Carry, umetuambia kwamba wasanii sio watu wa kuamini sana hususan ma content creator. Mm. E, na ukasema kwamba tuwe makini sana endapo posti zinapostiwa kuhusiana na masuala mahusiano pengine uwaga wana, wanadanganya au kuongopea watu lakini tunaona Harmonize na Kajala bado mambo yamepamba moto. Pia nalo hilo pia unazungumziaje, Carry? Ha, ni kapo nzuri. Harmonize na Kajala wameona kabisa bwana. Sisi hata tuwe nao. Kila mmoja awe na mahusiano yake waendelee na maisha. Kuna vitu ana vimesi. Yaani watu wanapenda kuwaona pamoja. Unajua kapo ya kire, ni kama kapo ya Kiredio na Vee. Yaani hata wale waseme bwana seriously tumeachana. Watu watu ile watu wanataka kuwaona nyie pamoja kwa sababu kuna ile situation wameanza nayo ya kuwaonyesha kwamba sisi pamoja tuna hustle, tunahangaika, tuna hichi, tuna hivi, sasa hivi tumepata hichi tuko standard hii, bado tuko. Sasa wakiachana hapa ni tatizo. Ndo hivyo hivyo kwa Harmonize na Kajala, walikuwa wana, yani watu walipenda tu kuwaona toka mwanzo, walipoanza kudaiti wakaimbiana nyimbo awajakaa sawa, sijui wakaenda bata Zanzibar, huku na huku, wameonekana wana chemistry nzuri. Yani Harmonize anaenjoy anafanya vitu vizuri anapokuwa na Kajala. Basi wakionyesha wameachana, watu wanahuzunika, lakini watu wanapenda kuwaona pamoja tukio ni ambalo pia limegusa watu ni baada sasa ya Diamond kusherekea Valentine Day ile siku pale Mlimani City. mm -hmm. baada ya hapo tukamwona akizunguka akiwa anatoa zawadi mm -hmm. Lakini wakati ameposti video akiwa anaelezea namna atavyozungua katika kutoa zawadi, aliposti magari yake akiwa yuko nyumbani pale, inaonekana magari. Baadhi ya watu muona akiwa anatoa comment kina Suma Mnazareti kwamba bwana, mshikaji, badilisha plate number za magari bwana, eh, magari yote namba D. Carry, najua una, una mengi sana, vipi? Yuko mitandaoni nini, unataka kusikia, uh, kauli yako kuhusiana na swala hilo sasa. Kiukweli mimi sasa hivi siwezi kumlaumu Diamond kwa chochote, kwa alipofika Diamond, ndio msanii pekee ambaye unaweza kumwambia badilisha gari leo na akabadilisha. kwa hiyo hicho sio kitu ambacho nakieka maanani Tulimsema sana staa gani unaendesha magari namba D? Tulishamsema magari unaendesha toyota tu, ameleta rolls royce, ameleta eskalade. Hayo ni baadhi ya sisi wambea tulikuwa tunamshutisha, tunamsema. Kasema mi naweza kununua hivi vitu, nakanunua. So mi naona is not a big deal kwa sababu dam kwa lev aliona anaweza kufika. We toka hapa sahivi, mwambie dam nania msanii kama Harmonize au Mario bwana, tumechoka magari Rolls Royce. Sasa hivi tu alofikia Diamond ni kubwa. Ameshafanya show huko nje analipa dola laki moja dola. Diamond kwenye magari ninaona, yani kwake jambo dogo sana kubadilisha magari namba D, ah, D. D lakini yale anakaa tu ndani, hayatembei jamani. Sio kwamba anaenda bonyokwa anapanda milima na mabonde yale. Anatoka Mbezi anapita kwenye lami, kama tunasema seki, magari anapu, ya waindi hayateseki magari sana. Jamani, maisha sio magari, kuna maisha mengine watu wanavyosema hivyo ni, yani ni mambo, hiyo ni umbea. Tulikuwa tunafanya 2019 na 20 tisa kumi na nane, huko zamani nane ishirini, yani tunaona ni big deal, lakini kwa level aliofika Diamond, kubadilisha gari ni kitu simple. Anaweza akaamka asubuhi na kaamua kununua gari yote anayotaka. Kwa hiyo hivyo mi siwezi kumshurutisha <muchu> eh. Nashukuru sana.